Vyakula gani unatakiwa kuepuka kipindi chote cha matibabu yako ya braces leo? Tutaenda kuangalia baadhi ya vyakula ambavyo si rafiki na ni hatari. Hello YouTube, welcome to my youtube channel. Kwa majina yanaitwa Dr Lightness, kama ni mgeni naomba usahau kubonyeza hiyo batani ya kengele hapo chini kwa ajili ya video zinazofuata, na leo tutaenda kuangalia baadhi ya vyakula ambavyo sio rafiki kwa watu ambao wako kwenye matibabu ya braces. Chakula namba moja ni barafu. Unatakiwa kuepuka barafu kwa sababu kwenye gumu lakini pia linaweza ikasababisha pressure pale unapong'ata na kupelekea vyuma vyako vya meno pamoja na waya ambao unasapoti vyuma vyako vya meno kwa ajili ya matibabu yako ya braces kunyofoka na kusababishia maumivu. Hii. Kwa hiyo hii itapelekea wewe kuchelewesha matibabu yako ya braces. Namba mbili ni pipi ngumu. Kama unavyoona hii video ameweza kuharibu baketi zake pamoja na waya wake wa chini ambazo ni ngumu hautaki kung'ata. Kama namba tatu ni bigijii, kwa sababu inagandia kabisa kwenye vima vyako vya meno na, na... na itakupelekea wewe kupata wakati mgumu kipindi cha kusafisha, na hii picha inaonyesha kendi, jinsi gani unaweza ukang'ata mbele na kupelekea wewe uharibifu wa vima vyako au baketi yako kipindi chote cha braces. Kwa hiyo ni vyakula ambavyo hautakii kula wakati wa braces. So kwa namba nne matunda autakiwe kung'ata matunda magumu direct kwa kutumia braces namba tano ni karanga aina yote ya karanga iwepo korosho walnut zozote autakiwe kung'ata kipindi cha braces pia namba tano mara nyingi ugandia katikati ya viungo vyako vya meno au braces na kupelekea wakati mgumu kipindi cha kusafisha meno yako na kuacha mabaki ya vyakula ambayo ni hatari sana kwa afya ya meno yako. Namba sita ni crisps guys, nata crisps kwa meno ya nyuma, lakini sio ya mbele kwa sababu utapelekea uharibifu, sawa? So, na hizi ni baadhi ya vidombo zinaonyesha jinsi gani hautakiwi kula hivyo vyakula kipindi chote cha safari yako ya braces. Kama unahamu ya pipi, using'ate, mung'unya pipi yako nani, umenielewa? Kama unahitaji matunda, apple sijui tikiti sijui whatever, kata vipande visilesi vidogo vidogo, lahikisha kwamba unasogeza mpaka kwenye majiguo yako na kuanza kutafuna ili kupunguza uharibifu wa braces zako kwenye meno yako, sawa. Lakini namba saba ni mkate. Mikate yote migumu nazungumzia hapa, sizungumzi ile mikate milaini. Mikate milaini unaweza ukatafuna vizuri, lakini mikate migumu, haikisha aidha una kiminika ambacho kitasababisha mkate wako uweze kuloa na uweze kuenjoi chakula chako vizuri. Je, ye, yeah, wewe sahivi unapitia wakati gani na vyakula gani vigumu ambavyo unakula kiuangalifu ili uweze kuepuka uharibifu wako wa braces? So, see you on my next video. bye bye.